We need to serve the people of the United Republic of Tanzania in sincerity and in truth. We cannot afford to condone negligences. Or oh, being indifference to the discharge of our own duties. On this one, I would like to advise. And to be keen on this one. huko mahakama za mwanzo ndiko ndiko kuna kuhudumia watanzania wengi picha yetu kubwa inaonekana pia mahakama ya mwanzo mtu akitaka kuijua vizuri mahakama ya mwanzo na mahakama ya rufani <laughs> Ama shauri yanakuwa concluded namna gani maamuzi yenyewe ni aina gani? Maamuzi yanakuwa concluded muda gani? Na maamuzi yenyewe ni aina gani? Maamuzi yanayozingatia katiba na sheria yanayo reflect justice. Ninachokiona mimi, wasajili na mahakimu wafawizi wa wilaya hawajatekeleza wajibu wao kwa ufanisi ipasavyo kuhakikisha kwamba mahakama zetu za mwanzo zinafanya kazi kwa uadilifu na kwa ufanisi ipasavyo. Kwa sababu gani hatukagui, na hata tunapokagua, pengine hatukagui vizuri?